Toka eneo la magharibi wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Bungoma David Wafula Wakoli wamewataka vijana kutotumika kuleta vurugu nchini, huku wakisema nchi ya Kenya inahitaji amani ili kuendelea. Wadau wote, kina mama, vijana, wazee, kwamba tuko na Kenya moja, tuko na nchi moja, sisi ni watu wa moja, na kwamba chochote ambacho kinatukera sisi tuweze kukaa, tuzungumze kama watu wa Bungoma tujue changamoto zetu ni zipi hapa Bungoma, alafu tuwe na utaratibu wa kuwakilisha ama kushinikiza mabadiliko ambayo tunataka kupitia nyenzo za kikatiba. Yale ambayo tumeona katika mji wa Bungoma ni ya kusikitisha sana. Mimi nimekuwa kiongozi hapa Bungoma, kuna maandamano tumefanya na yale yasikubali na sitawahi kubali ni kwamba vijana kutumiwa kupora, kupiga na kujeruhi watu wa mji wa Bungoma. Biashara zimeibiwa, bidhaa zimeibiwa, na huku wengine wanatapatapa wakisema kwamba hayo ndio malengo ya maandamano. Tunapenda kukashifu hatua hiyo na kuwarai vijana wa Bungoma, uchumi ambao tunasambaratisha sasa ni uchumi wa Bungoma, sio wa Nairobi. Biashara tunazobomoa ni biashara za Bungoma, wanaoajiriwa pale ni vijana wa Bungoma. Sasa tusije kutumika kuvunja uchumi wa Bungoma kwa kudai haki zetu, haiwezekani. Katoliki la Holy Trinity, Seneta Wakoli na mbunge wa Webuye magharibi Dan Wanyama wamesema wanasiasa wanatumia vijana kuharibu mali na kuleta vurugu nchini. Na wale ambao wanatumia vijana, na nywinywila zangu zinanieleza Mheshimiwa Dan na wengine ambao tuko hapa, nywinywila zangu zinanieleza wale walioandaa maandamano ya juzi hapa Bungoma tena wanadai wanajiandaa kufanya maandamano mengine. Mimi nimewaambia Bungoma ni yetu sisi wote, na hatutakubali yeyote kuvuruga uchumi wa Bungoma na watu wa Bungoma. Vijana wenu wakitoka, mwaulize nani amewaita, kwa sababu wanapewa pesa, wanachochewa. Na mimi mwito tu, Kenya ni moja, Bungoma ni moja, sisi ni watu wa moja, tukae tupange mambo yetu, ili nchi yetu isonge Mambo ya maandamano na mambo ya malumbani yatarudisha nchi yetu nyuma, kwa sababu nchi tumetoka katika hali mbaya sana ya uchumi, na njia moja tu ya kuweza kutengeneza uchumi wetu ni tuweze kuwa na amani, ili hata haya matakwa ambayo vijana wanahitaji kama za kazi, haziwezi patikana wakati kuna mapambano. Tunaomba kwamba uweze kuwa na subira waweze kuwa na hekima ili waje na waongee na serikali. Rais wetu ni mm, mlango wake ni wazi kwa yeyote ambaye ako na maono ya kuweza kuendeleza nchi yetu mbele. Vijana, nawaomba msitumike na, na wanasiasa ambao hawana mwelekeo. Kazi yao ni kujitakia mambo yao, ambao wao wenyewe ndio watafaidika. Kwa hivyo msifikirie kwamba kuna mtu anawapigania. Ni vyema kama vijana mukuwe na kongamano, alafu muwe na viongozi wanaoleta maoni yenu katika serikali, kwa sababu mkisema nyinyi ni leaders, it becomes very difficult to deal with an amorphous group, so it is important that our young people come together, have an agenda, engage the government. The government president is ready to listen to you. To wamewataka wakenya kudumisha amani na kuweka mazungumzo mbele wakisema japo taifa lina changamoto sihaba, waribifu na maafa hayatasuluhisha masaibu hayo. Nikiripotia Kurunzi mimi ni Brenda Korira.